Zaidi tutajifunza namna ambavyo unaweza ukaanza biashara pamoja na kukuza biashara yako. Sasa tunapozungumzia kwenye kuanza biashara, ni swali ambalo watu wengi sana mimi wamekuwa wakiniuliza, lakini sio kuniuliza tu, kuna watu wengi ambao wamekuwa wakijiuliza kwamba afanye biashara gani ambayo inaweza ikakuza mtaji wake, afanye biashara gani ambayo inaweza ikabadilisha maisha yake kabisa. Na hili swali limefanya watu wengine kutokufanya biashara kabisa, kwa sababu anapojiuliza sana juu anzie wapi, anaingia kwenye u... u... asipojiuliza hili swali vizuri, anaingia kwenye biashara ambayo sio sahihi kwake. Kitu cha kwanza siku zote ni lazima umize kichwa juu ya aina ya wateja ambao utawalenga. Ujiulize, wateja wako ni akina nani, na wateja wako wanapatikana wapi? Hilo ni jambo la msingi sana. Wateja wako ni akina nani, wateja wako wanapatikana wapi wateja wako ni wanamna gani wanahitaji kitu gani kwa wakati unafikiria biashara ya kufanya biashara nzuri ambayo unaweza ukaifanya ni ile biashara ambayo una wateja nayo miongoni mwa vitu ambavyo unapaswa kuvizingatia sana unapokuwa unataka kuanzisha biashara ni lazima uwe updated. Kwanza updated ya sehemu ambapo tunaelekea soko sasa hivi linahitaji kitu gani soko linahitaji kitu gani lakini pia ukiachana na soko linahitaji kitu gani, siku hizi pia kuna product mpya ambazo zinaingia product mpya ambazo zinaingia. Ni product gani ambazo mpya zinaingia? Kuwa updated, kuwa updated, kujua hivi vitu vitu mapema, na kitu gani sahihi ambacho kimeingia. Lazima uwe updated, si ndio? Ni lazima uwe nini, uwe updated. Hiki kitu bwana ambacho kimeingia sasa hivi ni kitu gani? Naweza nikapata kitu gani kwa bei ambayo ni ndogo, alafu na mimi nikiingia sokoni niweze kuuza? Kwa hiyo unapokuwa unatafuta wazo la biashara lazima uwe na hizo taarifa za wateja. Mteja wako ni nani, lakini anapatikana wapi, ana uhitaji gani, lakini pia juu ya bidhaa ambayo inahitajika na namna gani ambavyo unaweza ukaipata hiyo bidhaa. Na hii pia hata kwa ninyi ambao mnauza nguo, unajua mtu unaweza unaweza kusema sasa, hapa mimi nianze biashara ya nguo, mimi wewe nianze biashara ya viatu. Ni vitu ambavyo vinaenda na fashion, unaweza kaingia, kumbe kuna fashion mpya ambayo inatoka, hata nguo ambazo zinaingia, nguo ina fashion mpya ikiingia tu nakuta ni shilingi ngapi zinaingia, ni lazima ujue namna ya kuzipata mapema. Hata mda mwingine sio kuangalia kwa wenzako, ni lazima pia mda mwingine uwe wewe mwenyewe unazitafuta hizo fashion ambazo ni mpya. Kwa hiyo ni lazima, jambo la kwanza ni customer segment, jambo la pili ni lazima utafute channel ya kukuza biashara yako na kupata wateja, channel ambacho kinafanikisha biashara, ambacho kinafanikisha biashara, sio kuwa na product nzuri. Yani leo unaweza ukaja na best service kwenye soko, unaweza ukaja na best product kwenye soko, lakini hiyo haikugarantii ha ha ha ha kabisa kwa wewe utakuwa ni, ni mfanya biashara ambao ni mzuri, unatengeneza faida nzuri sokoni kama hauna chaneli sahihi za kuweza kupata wateja, chaneli sahihi za kuweza kuongeza mauzo. Kwa hiyo wakati unafikiria biashara gani ya kufanya, au tayari una biashara, wakati unafikiria biashara gani ambayo unapaswa, una, namna gani ambavyo utakuza biashara yako, ni lazima siku zote uwe unafikiria chaneli ambayo utaitumia kuweza kukuza biashara yako. Hiyo ni jambo la msingi sana. Chaneli unakuzaje biashara yako? wateja na wapataje? Nilikuwa nafuatilia na, na posti moja aliposti vunja bei, alikuwa na appreciate mtu mmoja rafiki yake alikuwa ni mfanyakazi wa benki, na ile nilipenda sana aliposti yule jamaa yake, alafu akaposti ka story, sijui kama watu mlikaona, kwa sababu kale ka story akakutembea sana kwa sababu aliposti akumposti yule jamaa yake, aliposti, alafu akazunguza ni rafiki yake alimfuata akamwomba ushauri wa biashara. Kama watu wengi ambao watu wanafataga watu tunawauliza nifanye biashara gani. Kwa hiyo yule rafiki yake alivyomfuata kuomba ushauri wa biashara akamwambia kwamba ana wazo la biashara ya pazia. Lakini yule jamaa akasema anaacha kazi anafanya biashara ya pazia. Alafu akaacha kazi benki akaenda kufanya biashara ya pazia. sasa kitu ambacho nilikipenda pale ni yule jamaa namna ambavyo alikuwa amejipanga alikuwa amejipanga kwenye channel of course alitagi pia page yake niliingia kwenye ilikuwa ina followers ilikuwa ina followers nadhani ilikuwa ina followers kama 7000 kama sio 7000 ni chini ya 7000 ilikuwa na followers wachache lakini mimi kale ka story ka mwisho ndio nikapenda kwamba jamaa alivyomaliza pale alitoka lakini akaenda sasa ni marketing channel ambayo nazungumzia namna ya kupata wateja yeye page yake alitoka pale akaenda kwenye majengo ambayo yanajengwa, kwa hiyo kwenye apartments, kwenye mahoteli. Yeye alienda kule akawa anaomba tenda za kufanyaje za supply mapazia. Kwa hiyo yeye sasa hivi akazungumza kwamba sasa hivi ana biashara kubwa, ana mjengo mkali, of course amezungumza pale pale tu. Lakini kwa sababu gani? Yeye amejua wateja wake na kina nani. Sasa mimi ile nilitafsiri kwa upana zaidi, kwenye kila biashara huwa ina wateja lakini wateja wako unawapataje? Yule alijua kabisa mimi naenda kufanya biashara ya mapazia, nasitumia mitandao sana lakini sehemu yangu ya kutumia mapazia na mapazia yake niliona pale yana bei lakini sehemu ya kupata mapazia ni kwenye nini? ya, ya kuuzia mapazia ni, ni kwenye nini kwenye mahoteli kwenye apartment labda kuna watu ambao wanafungua Airbnb enda kule anafanyaje? ana anazungumza nao eh labda ni kwenye majengo labda maeneo ya Masaki anaenda anafanya kule marketing yeye ndio kazi yake ile na, na anauza mapazia sana na amekua wewe unafungua biashara umeona fulani anafanya biashara ujui anapata, u, u, labda mtu mwingine tu anaiga. Ameona mtu tu anauza, an, anafanya biashara, ehe, ana maendeleo vizuri unasema hisi ile biashara inalipa, ngoja na mimi nifanye biashara kama hiyo. Juzi nimesema napenda comedy. Juzi kuna ka comedy kamoja nilikaona, nilikapenda sana. Yule jamaa alikuwa anachekesha lakini alikuwa kuna funzo moja wapo. Akasema ukienda pale Mwenge. Kila mtu anafahamu pale kwenye vinyago, si ndio? Ukienda pale kwenye vinyago, unaweza ukaenda kwa kwa na juzi za jamaa unauzia kinyago, mtu anakuambia, yani kinyago kwanza kimekaa hivi ao na gari zuri amejenga ake shule nzuri, vinyago. Ukaja kugundua, I see kumbe ni biashara ambayo ni ngumu kwa sababu wewe haujui wateja wanawapataje. Watu wengine tu wana ofisi, lakini zile ofisi ni nini? Ni ofisi tu, ni wateja wategemei pale, labda ni mtandaoni, au labda ni kupitia events ambazo wanaenda. Kwa hiyo ni lazima, wakati unataka kuanzisha biashara au unakuza biashara yako, ni lazima ujue channel ambayo utawapata wateja. Sa channel mojawapo ni kupitia hizo tenda au tunasema hata face to face in direct, kwa yule mtu ambaye unatamani kufanya biashara au ambaye unamjua kwamba ni mteja wako. Pia hapa ambao ulishawahi kufikiria kwamba mimi nataka, mimi nafanya biashara mashuka hivi, kwa nini nisiwe ninaenda kwenye mahoteli nikawa nazungumza nao juu ya kusupply mashuka, ukiachana na zile mambo ya kuandika sijui ma proposal kuomba, lakini ile tu kwenda kuzungumza tu pale kwa kumwambia kwamba mimi ninauza mashuka eh au kwenda kwenye mashule labda yale, siku hizi mashule tunalipiaga tu nini? Tunalipia hela ya mashuka, tunalipia hela ya mali, tunalipia hela ya, ya uniform, kila unakikuta shuleni. Lakini wewe unauza uniform za namna ile, au ni fundi wa, wa wa, wa, nguo, haujawahi hata ya kufikiria labda kwenda kwenye shule zile ukaomba ile tenda ile. Ni njia moja wapo ambayo unaweza kaitumia kupata wateja. Kwa hiyo ni kitu kimoja wapo ambacho unapaswa kukifikiria. Mahoteli mengi unaweza kukuta tu hoteli nyingi labda chakula wamefanyaje?

ya usafi. Nika, nika eh. Kwanza amefanya kazi kwenye kampuni ya nini? Ya usafi. Ni njia mojawapo. Baada ya wewe kujitangaza sana online hiyo najitangaza muda mwingine wafuate wateja mahali walipo. Tulifuata wate, wateja tuitunze tuanua kifaa fulani afu unasema hapana, ile la tugawane. Kwa hiyo mambo yakaanza hivyo yakaanza hivyo, baadaye hiyo kampuni ikawa imekufa kwa sababu kila mtu anafanya kitu chake, of course. Lakini rafiki yangu sana, wanaume tukigombanaga baada ya siku ngapi tu tunatafutana, alafu mambo yanaendelea. Kwa hiyo ile ni biashara ambayo ilianza kufanikiwa vizuri kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kufuata wateja mahali walipo. Lakini hapo nilikuwa nazungumzia kitu gani? Nazungumzia juu ya channel, namna ya kutafuta. Lakini wakati tumeanza kufanikiwa kwenye ile biashara, dada yangu mmoja alinipigia simu akaniambia bwana, maisha yamekuwa magumu naye alipunguzwa kazini. Eh, akaniambia, nikamuuliza anafanya biashara gani? Akaniambia anafanya biashara ya mayai. Nikamwambia bwana, eh, dada, kesho njoo, beba mayai yako njoo kesho tuzunguke wote. Kwa hiyo nakumbuka ile siku, kuna siku moja nilizunguka na yule dada, tukazunguka, akauza mayai yake yote yakaisha. Kwa hiyo tunaenda pale, of course watu wanataka naye apate tenda lakini hakubahatika kupata. Lakini kama tungeendelea ingewezekana angepata. Kwa hiyo mlango mmoja ukifungwa, tunaenda sehemu nyingine mnachekwa, sehemu nyingine mngifika mnapata story, tunapiga story tu pale mnakunywa maji Nenda sehemu nyingine, lakini ni sehemu nzuri sana ya kujifunza na kuweza kupata chaneli za nini, za masoko za masoko. Ni hapo sehemu hapo ambapo unaweza ukaipata vizuri sana. Sehemu ya pili ya siku hizi na ni nzuri sana sasa, kwa watu ambao mnauza vitu expensive na inakuwa kwa kasi sana, mimi nimehudhuria marathon ya Moshi. Nenda kwa ajili ya kutengeneza connection ile ile network pale, unatokutana na mkurugenzi wa, wa kampuni yote ile ya simu mtazungumza mnakuwa mnakimbia pale, mtakutana na mbunge, sema baba, unaweza kuzungumza na waziri, afu kaulimbiu ukimbia na mbunge wako. Sasa, mawaziri wote ni wabunge. Eh, unatamani kutengeneza connection na mawaziri. Na watu wengi sana hapa, hatuna connection na mtu kututoa, na tumesingiziwa, tunasema tunapiga kelele, lakini hatuna connection. Lakini unaweza kuanza kuzitengeneza namna hiyo bwana. Sasa sifue sana eh, hey, unasema kila siku uko kwenye DM tu ya mtu, unazungumza na DM DM, lakini kule ipo sijui nini ya kansa, umetoa tu 30 lakini sijui wa, a, matembezi ya kansa ya kansa, nenda kule nakutana na na, na na nini na, na mkurugenzi hospitali fulani hospitali fulani hospitali fulani, kuna mtoto alikuwa anauma muda mrefu, au ndugu yake anauma muda mrefu, anakwambia gharama kubwa, lakini pale utaenda mtatembea mtapiga stori, unaona la kurugenzi wengi hata wanaga nini awanaga nguvu za kutembea sana. Ametembea hapa mpaka hapo ameishiwa nguvu, namshika mkono nasema jitahidi bwana jitahidi kutembea, lakini kumbe una nini una lengo lako e. Baada ya hapo, mnabadilishana namba unajifanya una shida. Baada ya hapo, unakuwa unamsalimia vipi, uchovu umeisha e, lakini sasa usimsumbue sana bwana. Yesu asifiwe sana. Hizo ndio channel ambazo unaanza kutengeneza, lakini pia channel nyingine, sehemu nyingine, ni ku network strategically hapo hapo tu hapo kwenye channel za, za CN sehemu moja hapo kuna sehemu bwana, nilienda nadhani ni mwaka jana, kuna sehemu nilienda mwaka jana, ni maeneo ya kule Kawe kule Kawe kuna, kuna sehemu ni kama kambi ni, ni, ni eneo la jeshi, lakini ile eneo la jeshi na klabu za go golf. Unajua golf wanachezaga matajiri si ndio? eh, ni, ni klabu za golf, watu wanaenda pale kucheza golf na cricket. Yale wanapigaga yale ma cricket, lakini sana sana pale golf. Kwa hiyo tumemaliza harusi rafiki yangu kanisani wanaenda kule kupiga picha. Walivyoenda kule kupiga picha sasa wanapiga kule picha sisi ambao tulikuwa tumewasindikiza tu tumebeba ndugu tukaenda kukaa sehemu. Kwa hiyo kule kwa kule nyuma nikakuta watu wengi sana. Wakurugenzi. Kuna mkurugenzi mmoja mimi nilikuwa na namfahamu nikamkuta pale tukapiga story. Tukapiga story yeye akaniuliza swali moja akasema, ah, na wewe kumbe uko kwenye uko kwenye cha cha wacheza gofu? Nikamwambia hapana. <laughs> Nakumbuka ile neno lake sitakuja kulisahau. Akasema kutengeneza kubadilisha aina ya connection ulizonazo, lakini pia kuanza kutengeneza wateja ambao ni wale ambao ni nini, wateja ambao ni wakubwa lazima pia sasa hivi uanze kutengeneza channel ya wateja ambao unawatamani hapo baadaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Wateja wako unawapata wapi? Eneo la tatu, ili tumelizoea sana ni kupitia mitandao ya kijamii, kupitia mitandao ya kijamii. Kwa hiyo ili alihitaji kuongea sana, lakini sasa kwenye mitandao ya kijamii, watu wengi sana tunakosea. Mitandao imebadilika, mitandao imebadilika sana. Zamani mtu alikuwa anaweza akapost picha, akapost picha zako vizuri

jambo la nne hakikisha kwamba unatengeneza mahusiano mazuri na wateja unatengeneza mahusiano mazuri na wateja sasa hapo umeshaanza biashara ni namna ambavyo unaweza kukuza biashara yako una, una, unatengeneza mahusiano mazuri na wateja na mahusiano mazuri na wateja hapa mimi napendekeza sana uwe unatoa msaada wa, wa ushauri kwa wateja wako msaada wa ushauri wa wateja wako. Mwelekeze mteja kwenye kitu ambacho anakihitaji vizuri, kwa upendo. Hiyo itakusaidia utaanza kukua. So unafanya biashara, kila kitu ambacho mteja anakuuliza unamjibu shoti. Watu ambao ambao kwamba ah, wateja wa namna hii. Na kuna kuna dada moja nimekaa pale, akapokea simu, alipokea simu akamjibu yule mtu vibaya, afu baadaye nikamuuliza kwa nini umemjibu vibaya, akasema ah watu, ah watu mimi, nishawazoea watu wa hivyo, wasio wateja Ay, logi, kwanini sio wateja? Akasema mtu anambia anapiga simu hapo hapo anaulizia bei, mbona bei ni kubwa? Akasema hapana, inawezekana ni mteja tu, au hujapata muda wa kumuelezea vizuri. Kwa hiyo watu wengi sana, watu wanapenda tu kuelezea. Lakini lazima tupate muda pia kwa watu. Unafanyaje? Unaelekeza wateja vizuri. Sio unafanya biashara ya chakula, mtu anakuja kwako anakuuliza una chakula gani? Namjibu na wali, una wali tu? Hapana, chakula gani kingine kipo ugali kwa mna ugali tu hapana. Yani mpaka kila kitu ulizwe. Kuna pilau anasema, ah bibi mbona, mteja anasema mimi kwa nahitaji pilau. Kuna pilau nini? Pilau nyama. Kuna pilau nyama tu hapana. Pia ipo nyama. Yeye mpaka kila kitu ulizwe eh. Na juice ipo? Ipo. Sasa unapozungumza juice, sema ndio ipo juice. Tuna juice ya embe, tuna juice ya nini, ya tikiti. Tuna juice flani flani, tuna juice flani flani. Mtu amekuwa amechoka, mwambie anahitaji inaweza kukusaidia iki na iki. Unamshawishi tu mteja, sema ipo Hapana, kwa hiyo angalau yale maelekezo ambayo au mteja ambaye anahitaji moja kwa moja unamsaidia hivyo, ndio namna ambavyo tunatengeneza nini, ni mahusiano mazuri na wateja. Miongoni mwa kitu ambacho mimi mwana kitumiaga kwenye ku, uh, kwenye, kwenye kupata wateja vizuri, au mteja akikupigia na yeye naambia gani afanye biashara wengi, kama mteja ameshika simu akakupigia na, uh, uh, na specifically wewe umepost kuhusiana na nguo, amekupigia simu anahitaji nguo, ina maana huyo ni mteja. Kwa hiyo amepata mpaka uamuzi wa kukopi namba yako na kukupigia kwa kama unapata simu nyingi za wateja lakini hawanunui, ujue una tatizo la kuweza kuwashawishi wateja kuweza kununua. Sasa kwenye eneo la simu, eneo kama mpaka wateja mpaka wafike dukani kwako ndio wananunua, bado una kazi kubwa sana sasa kwenye kutengeneza mahusiano mazuri na wateja. Kwa nini? Lazima uanze kujifunza na wao, unaweza kutengeneza mahusiano mazuri na wateja. Mimi kwa sababu huwa nauzaga bidhaa jumla, kwa hiyo nguvu kubwa wanaiwekaga kwenye faida, kwa sababu unajua kwamba nini, hapo ndio sema hapa atafanyaje, atanunua bei sababu ah, gani hivi na hivi na hivi unamwelekeza, lazima t unaanza kutengeneza mahusiano naye, unamuuliza kitu ambacho anataka. Eh, akisema labda ni bei kubwa unataka kitu cha namna gani kwa nini, ni hamsini, shilingi, kama watu wengine namna ambavyo, wateja unavyomhudumia vizuri mda mwingine atarudi lazima kila mteja ambaye unampata ujitahidi kumtunza ili aweze kuletea wateja ambao uko nao ili waweze kuendelea kutengeneza nini, kuendelea kutengeneza wateja wa kuchosha. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, kuwasilisha kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengia uwezo wa kufanya zaidi.